Kuna mtu alikuwa anaitwa Alphonce Mawazo. Leo Alphonce Mawazo yuko futi tita ardhini, watoto wake ni yatima, mke wake ni mjane, wazazi wake wanahangaika, wamepoteza kijana shababi aliyekuwa anawasaidia. Damu ya Alphonce Mawazo haikumwagika kwenye harusi, haikumwagika kwenye pombe, haikumwagika Kwenye baa haikumwagika kwenye tamasha la muziki. Damu ya Alphonce Mawazo na roho ya Alphonce Mawazo imetoka akipigania haki za watu wa Geita kwenye uchaguzi mkuu. Leo tuliobakia eti tunaogopa kifo, kwamba Alphonce Mawazo, mtoto wake ilikuwa ni haki yake kubaki yatima. Alphonce Mawazo mke wake ilikuwa ni haki yake kubaki mjane. Wazazi wa Alphonce Mawazo ilikuwa ndio haki yao kubaki bila ya kijana wao, lakini sisi tuliobakia watoto wetu hawapaswi kubaki yatima, wazazi wetu hawapaswi kutupoteza, wake zetu na waume zetu hawapaswi kutupoteza. Tumekuwa dhaifu, tumeingiwa na ubinafsi. Tumeukataa ubinafsi huu, tumesema, kama ni kufa acha CCM watuue sote, sote siku moja, taifa hili liamke, wapinzani wote wamekufa, wamebaki CCM. Lakini sio kuisaliti damu na roho ya Alphonce Mawazo na wengine wa aina ya Alphonce Mawazo eti tunaogopa uchaguzi kwa sababu CCM anatuua, watuue, nao tumalize watu Hatutosusia uchaguzi, na hapo ndipo tulipoachana na wenzetu, tukawaambia kama wenzetu mmeshaingiwa na roho nyepesi, kama wenzetu mmeshaingiwa na hofu, kama na wenzetu mmeshaingiwa na woga, kama wenzetu mnatawaliwa na ubinafsi wa uhai wenu, wa viungo vyenu, vya maisha yenu tuwachani ambao wajibu huu wa kuwaongoza watanzania kwenye jasho na damu kwenye dhiki na raha kwenye jua na mvua kwenye giza na mwangaza, tuwachani tukawaongoze, twende kwenye uchaguzi, acha CCM watuue wote. Ndugu, ndugu zangu, baada ya kufika hapo, tukafanya maamuzi, tumekwenda CHAUMMA, tumekichagua CHAUMMA Chama kidogo makini, chama ambacho hakina kauli zenye utata, chama ambacho hatujakiona kikijinasibisha na chama cha Mapinduzi, chama ambacho tunaamini fikra na mawazo na falsafa mzee Hashim Rungwe zina nia njema ya kulishibisha taifa hili.